Haya, karibu mzinga. Unasikia sasa hivi kupitia Flyover ya Bongo FM, na tunatamani kukusikiliza wewe. Ni mwana michezo na unafuatilia zaidi, na huenda ukawa unafahamu zaidi ya hiki ambacho mimi nimekieleza hapo. Karibu. Asante uh, sana Saidi. Kwanza ni wapongeze mimi, ni miongoni mwa mashabiki wa kipindi chenu. Kipindi chenu nice, ni kizuri sana na nimekuwa nikifuatilia mjadala huu kwa tangu mlipoanza okay mpaka uh, kufikia hivi sasa, lakini nimeshukuru leo kupata nafasi kwa mara ya kwanza kuchangia mm. Basi na mimi kwa namna ambavyo nimeelewa, nitajaribu kuchangia hapo. Karibu uh, hiyo barua uh, ni barua ambayo inatoka CAF na imesainiwa hapo chini na Mosengo Omba Veron ambaye ni general secretary wa CAF. Uh, kimsingi barua hiyo inaeleza kwamba wataenda kucheza uwanja wa Amani lakini ukiangalia uh, kwa undani hiyo barua inaeleza pia kwamba hayo yametoka kutokana na kamati maalum ya wataalamu wa masuala ya viwanja yani pitch consultants, wale wataalamu wa kafu kafu na watu wao mm, wataalamu wa masuala ya viwanja ndio ambao wameamua huo mchezo upelekwe katika uwanja wa Amani na utoke Mkapa. Kwa nini? Kwa sababu kipindi hiki ni cha mvua sana ndani ya Tanzania. Sasa unaweza ukajiuliza swali huko mm, Zanzibar na kwenyewe pia ni Tanzania na Zanzibar pia mvua inanyesha hapo. Uh, ndo tunakuja kitaalam. ile pitch ya kwa namna ambavyo mimi nimeelewa mm, pitch ya mkapa ni natural grass, nyasi asilia kabisa, nyasi za Mungu, alafu uwanja wa amani ni hybrid grass, yani nyasi zilizochanganywa. kuna nyasi za Mungu na nyasi za mzungu, mm, yani feki, ambazo zimeunganishwa pale, kwa hiyo ni uwanja ambao maji hayatuami kwa hiyo, hata kama itatokea inanyesha mvua kubwa kwa kiwango gani, hayawezi kukaa maji pale. Na huu uwanja wa Mkapa kwa kipindi hichi cha mvua nyingi ikitokea uh, maji na mvua inanyesha nyingi, maana yake maji yanaweza kukaa. Kwa hiyo binafsi hiyo barua nimeelewa kwenye kwenye kwenye engo hiyo, lakini tukija engo ya pili mm. uh, au, au muda utoshi <laughs> una dakika moja <laughs> kwa kumalizia kidogo sana. <laughs> kwa kaengo ya pili haraka haraka. Eh. Uh, nimeona mitandaoni, mitandaoni watu wanahusianisha na na hiki kinachotokea na kama fitna za mpira wetu sisi wa Afrika mm, na watu wamekuwa wakimpost na kumzungumzia sana Fouzi Lekjaa ambaye ni alikuwa rais wa hii klabu ya RS Berkane kwa kipindi cha miaka kumi. Huyu ni miongoni mwa watu ambao wana nguvu kweli kweli, si tu ndani ya CAF, hata kwenye shirikisho la soka la kimataifa yaani FIFA, huyu mtu amekuwa na nguvu kubwa sana, na yeye ndiye ambaye alifanya kazi kubwa ya kushawishi mataifa kama Ureno na Hispania kuandaa fainali za kombe la dunia kwa kushirikiana na Morocco mwaka 2030. Kwa hiyo inaonekana kama ana